Jinsi ya kujiinua ukiwa umetoka kwenye maisha magumu. Nataka nikuambie kitu leo hii, kuanzia chini sio laana, sio laana kabisa, ila ni mwanzo wa historia ya kwako. Huo ni mwanzo wa historia yako, sio laana kuanzia chini. Nilishakuwa kwenye mazingira magumu, u unaweza kusema maisha magumu, hakuna msaada, hakuna anayekutazama hapo nikajifunza vitu vitatu. Kitu cha kwanza, hakuna anayekuja kukusaidia, kwa hiyo unatakiwa ujitafute wewe mwenyewe. Usifikirie kama kutakuwa kuna ndugu ama mjomba, nani atakayekuja kupigania. Jitafute hiyo, ishukue hiyo. Na swala la pili ambayo nilijifunza ni kwamba hakuna atakayekuamini kuamini, inabidi ujitengenezee thamani wewe mwenyewe. Kwa una, una, atakaye kuja kwa kuamini, jitengenezee thamani. Na unajitengeneza vipi thamani? Soma vitu vipya, soma ujuzi mpya, soma soma vitabu, itakufanya kuwa mtu ambaye unaongezeka kila leo. Kumbuka hakuna atakaye kuamini, jiongezee thamani, utaona mambo yatakavyobadilika. Na jambo la tatu nilijifunza kwamba hakuna atakaye kupigania, inabidi ujipiganie mwenyewe Fikiria kuna bro au rafiki, haijalishi ni nani, lakini usitegemee kama ku, kuna mtu atakayekuja atakupigania, takupigania kwenye life lako. Life lako natakiwa ujipiganie mwenyewe, ni jukumu lako wewe mwenyewe. Kwa hiyo kwenye jambo la tatu hapa nimejifunza kujipigania, inabidi mtu ujipiganie wewe mwenyewe. Maisha magumu yatakufundisha nidhamu ambayo watu wengine hawawezi kuwa nayo. Kwa hiyo ugumu wa maisha ndicho kipimo cha akili, utatoka na nidhamu ambayo itakusaidia kutimiza malengo yako. Kwa hiyo usikate tamaa, bali ikiwa ngumu endelea kupambana. Hapo huko darasani hakikisha una pass. Nidhamu utakayotoka nayo hapo, hapo, ndio itakuwa mkombozi wako katika mambo mbalimbali. Utajifunza mbali. vitu vingi utakapoanza kujipigania wewe mwenyewe. Kama umetoka mbali na bado unapambana, nitaka tujue kama tupo pamoja, so dondosha komenti yako hapo kwenye sehemu ya kukomenti, andika tupo pamoja. Pia subscribe kwenye chaneli hii ili usipitwe na video zingine ambazo tutakuwa tunazipakia. Pia usisahau kulike na ukashare na ndugu jamaa na marafiki zako, ili wote tunufaike kwa pamoja na tuwe kwa pamoja katika kuhamasishana na kuhakikisha tunatimiza malengo yetu.